Wana, sasa nikuambia kitu kimoja. Jana nilipita sehemu nikakutana na mabinti wamevaa nusu uchi. Alafu, nikawafuatia mabinti, ni watoto wa Kiislamu nipata, eh? ni mabinti watoto wa Kiislamu wanasoma chuo kikuu cha Ardhi, ni mabinti mmoja. Kati ya kitu kilichoniuma roho ni mabinti ambao ni Waislamu na majina, wamebeba majina mazito. Mmoja anaitwa Hadija, ambaye tunajua alikuwa mke mke jina la wa Mtume Muhammad SAW. Mwingine anaitwa Rahma unaangalia majina waliyobeba ni mazito, nikajiuliza wanavaaje nguo hizi za maumbile yao yako wazi. Moyo ukaniuma, nikawaza siku ya mwisho nikawaza maneno aya zinazokemea watu wanaotembea nusu uchi. Moyo wangu ukajawa na maumivu makubwa sana. Ndio maana nikasema Mungu atatuvusha kwenye hili, nikaomba dua ya Rabbil Alamin. Ndio maana kama katika dua yangu nilikuwa nimeomba, ukisikia sehemu nimesema, rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wa hlul uqdat min lisani, Mungu aniboreshe maneno nitakayenda kuambia mabinti waelewe. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wa hlul uqdat min lisani yafqa qawli, hili ninaloenda kuambia wa mabinti, Mungu aek wepesi waweze kuyapokea, wasihisi kama vile nawasengenya. Ili ndio maana ile dua ni maneno naenda kusema, Mungu aweke pesi aingie kwenye moyo wao. Nikawasimamisha, nikaambia you are so beautiful, lakini nika wakasema, kwa nini, nikaumia zaidi. Wale mabinti wakasema tunashukuru kwa ukumbusho. Ukumbusho una mfaa kwa mtu ambaye ameupokea. Kaka yetu Mwijaku napenda lakini maisha yanatupelekea hivi kwao. Nikajua ni njaa za maisha, ndo moyo ukauma, ukabubujika na machozi mazito. Niliumia, nikasema ya Rasulullah, Mwenyezi Mungu tunusuru, tunusuru na maisha magumu, tupe ahueni ya maisha, tupe riziki halali. Aa ha, mabinti wasingotembea hivi maanake, wanakwambia kaka, riziki hatujui tutakula nini, tuko chuoni, bumu limechelewa, hatujui tutakula nini, hatujui kesho yetu itakuwaje. Moyo ukauma, moyo ukauma hauna ucha Mungu wa mtu upo huku ndani ya nafsi yangu, alafu mi ni kuambie, ni kuambie roja, hakuna kosa nilolifanya makatumu kadrama. Kwa taarifa yako ninakuambia mimi sio mtu akukurupuka, mimi nimesoma elimu ya dini hiyo. Napenda nikuambie elimu ya dini nimesoma, nimekaa darasani, mi sijasomea dini ukubwani. Kama jamii inaharibika kupitia mitandao ya kijamii kila siku, viongozi Mama Gwajima anapiga kile kuhusu mitandao ya kijamii kuwa watoto wetu wanapotea kupitia mitandao ya kijamii. Kwa nini? ni jambo jema nisilipeke kwenye mtandao wa kijamii? Wewe ukisema show off sawa, wale wanaopost wana matiti hivi kwenye mtandao wa kijamii. Afu leo Marichu ana scroll anaona matiti, lakini Marichu akiscroll akiona anaona Alkaaba, baba yake nimeshika na lia pale, nazungumza mambo mazuri, atafuta kipi? Lazima ajue. Kumbe baba, ukienda Maka ukisema lolote linawezekana, eh ni niache kule kwenye mtandao anaona matiti, niache kwenye mtandao anaona vimini, alafu kwenye mtandao nisipeleke kitu kizima? Ukiona mtu anayepinga hicho kitu mnachokifanya, naweza nkasema mwenye udhaifu wa imani, akili yake haiko sawa. Kama jamii inaharibika mtandaoni, lazima niifate mtandaoni. W unasema nafanya shofu, wacha nikafanya shofu mtandaoni Wakati mabinti wanatembea uchi wanaonyesha miili yao kwenye mtandao, huwezi kukaa kukemea kusema wanafanya shefu. Najiuliza mashehe walikuwa wapi wakati mabinti wanakaa wanaonyesha maziwa yao kwenye mitandao ya kijamii? Watoto wa Kiislamu wanatembea uchi, mabinti wako mashehe wako wapi? Kwani wasiseme wewe fulani unavaaje hivi kwenye mtandao wa kijamii? Leo nanyosha mkono Mwijakua kenda Kaba kushika kumwambia Rais Samia Suluhu Hassan eti unafanya show ni kweli tupo kwa sababu ya Uislamu au kwa sababu ya kutafuta attention? Ukitambana upepo wa mwijiako una, unaenda mjini zaidi, huoni kama watu wanataka kutambana? Upepo wangapi wanatumia mtandao wa kijamii wanafanya vitu hivyo mpaka serikali inaingilia kati, inasema fulani njoo, fulani masharafu. Waliitwa mara ngapi njoo? Wajima amemwita maustazi, mko wapi? Msimseme Leo mwijaku enda kwenye Kaaba anaishika anamwombea dua Rais Samia Suluhu Hassan na watu wake wa karibu wa ahlalbaiti. Leo unasema mwijaku wanafanya show. Unaakili wewe, ndio

nimependa so. umeuliza swali zuri sana umeuliza maswali mawili. Naanza swali la mke wangu, ama ni wito yaani, Maka ni wito kwa sisi Waislamu, usifikiri kila mtu anaitwa pale pale, lazima upate wito kutoka kwa Mungu, na ule wito utakaopata uitwe na wewe uitike. Yaani, Maka hawezi kusema mimi nina hela zangu, naamka asubuhi nakwenda Maka, no. Watu wanaforsi wanakwenda Maka, lakini hawezi kufanya ile ibada waifanye. Anafika pale anaumwa mwanzo mwisho, anaumwa mwanzo mwisho, kila akifika sehemu ya kutiania, mtu unamchukua mnampeleka mikati tiania, hawezi kutiania, kauli haifunguki. Mungu hajakuita. Lazima Mungu akuite kisha uitike, ndio maana tunasema rabbeka allahumma rabbeka rabbeka la sharika laka rabbeka innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Kwa nini tunasema maneno? Umeitika, rabbeka allahumma rabbeka rabbeka la sharika laka rabbeka, huna mshirika we umeniita. Mungu amekuita, umeitika. Kwa hiyo sio kila mtu ataenda pale. Kama hujaitwa na Mungu huwezi kwenda. Matajiri wangapi wanashindwa kwenda umra, kwenda Maka kuhiji kwa sababu Mungu hajawaita. Maka lazima uitwe, na ukiitwa ukiitika ndio utaenda. Mimi naweza nikakubeba wewe Roja ukafika kule, nakupeleka Mikati, tia nia, uwezi fanya tawafu hufanyi. Nakupeni siri moja. Kuna binti moja amejichanga na zaka ameenda kule, kufika kule siku zote ana bleed, siku zote ameingia mwezini na unajua sheria ya Uislamu, ukiingia mwezini utakii kufanya ibada. Kafika kule hawezi hadi tarehe yake ya kuondoka inafika, kama bomba hivi. Watu wakaambia, Mungu hajakuita umefosi, rudi, fanya mrejee. Mungu Mungu akuita utaitika. Karudi analia binti, kanywa vidonge vya kuzuia mwezini zistop, zi wapi Mashekhe anamwita Ibn Batuta, akamwita akamwambia, tusilazimishe kiongozi wa Ibn Batuta. Akamchukua akampa dawa za kuzuia za kukata hedhi zao zikate. Amempa dawa haijakata kama bomba hivi, analia binti. Yuko Maka, mji mtakatifu, anashindwa kufanya ibada yoyote. Baadaye tukamwambia wewe, hujaitwa na Mungu, rudi, mrejee Mungu, ukiitwa utakuja. Kwa hiyo, kuhusu mke wangu, Mungu akimwita ataenda mke wangu. Mi ni Mwislamu, amesilimu siwezi kuongea uongo mbele ya kamera. Ni Muislamu na anajua hukumu za Uislamu. Mungu akimwita ataenda. Mume wake riziki ametupa Mungu, amenipa riziki kwa hiyo Mungu akimwita ataenda, inshallah. Bismillah, Mungu amuite ataenda, ataitika. La pili kuhusu jina langu, jamani, jina ni jina tu. Sasa kama ugali, wengine wanaita, kila mtu ana jina lake la kuita, lakini ni, uga, uga. mimi ni mimi ni asli ya Uislamu, nimezaliwa katika Uislamu, ni asli ya wazazi wangu mimi asili yangu ni Kigoma, babu yangu alikuwa mtumwa, alikuwa anamtumikia Richard Barton Kigoma, alikuwa mpishi. Kwahiyo babu yangu babu yao wakawa wamelipenda lile jina, wakasema tunalichukua, sababu tuliishi na huyu bwana missionary vizuri, wakalitoa jina la Barton, wakaja nalo wakanipa mimi. Kuna dhambi gani? Kwahiyo jina sio dini, au mtu amevaa makanzu huyo ndio dini? Hapana, dina sio dini.